Kitabu cha Ezekieli sura ya 29 na ya 30. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa, tusonge mbele na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, wapendwa, ambapo siku ya leo tutasoma kitabu cha Ezekieli ile sura ya 29 na ya 30. Tufungue kwa sala ili tuanze rasmi kipindi chetu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo na unaotuwezesha kwenda kusoma neno lako la uzima. Tunaomba Roho Mtakatifu we pamoja na sisi utusimamie e Bwana, tunaposoma tuweze kulielewa, hekima yako Mungu itufunulie uweledi, ili Mungu Baba, kwa neno lako tuendelee kutiwa nuru na tuendelee kuwa na uzima, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Wapendwa, karibuni sana tuweze kusoma kitabu cha Ezekieli ile sura ya 29 na ya 30. watu wa Mungu. Tuungane na Word Project, tuanze rasmi kipindi chetu. Mlango wa 29. Katika mwaka wa kumi, mwezi wa kumi, siku ya kumi na mbili ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao mfalme wa Misri, ukatabiri juu yake na juu ya Misri yote. Nena useme, Bwana Mungu asema hivi: tazama mimi ni juu yako, ewe Farao mfalme wa Misri, joka kubwa autiaye kati ya mito yake, aliyesema mto wangu ni wangu mwenyewe, nami nimeufanya kwa ajili ya nafsi yangu. Nami nitatia kulabu katika taya zako, nami nitawashikamanisha samaki wa mito yako na magamba yako, nami nitakutoa katika mito yako pamoja na samaki wa mito yako walioshikamana na magamba yako nami nitakuacha hali umetupwa jangwani, wewe na samaki wote wa mito yako. Utaanguka juu ya uso wa uwanda, hutakusanywa wala kuwekwa pamoja. Nimekutoa uwe chakula cha wanyama wa nchi na cha ndege wa angani. Na watu wote wakao Misri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, kwa sababu wamekuwa mwanzi wa kutegemewa kwa nyumba ya Israeli; walipokushika kwa mkono wako ulivunjika Ukawararua mabega yao yote, nao walipokutegemea ulivunjika, ukawatetemesha viuno vyao vyote. Basi Bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitaleta upanga juu yako, nami nitakatilia mbali nawe wanadamu na wanyama, nayo nchi ya Misri itakuwa ukiwa na jangwa. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, kwa sababu umesema mto huu ni wangu, nami nimeufanya. Basi tazama, mimi ni juu yako na juu ya mito yako, nami nitaifanya nchi ya Misri kuwa jangwa tupu na ukiwa, toka Migdoli hata Sewene, hata mpaka wa Kushi. Hautapita kati yake mguu wa mwanadamu, wala hautapita kati yake mguu wa mnyama, wala haitakaliwa na watu muda wa miaka arobaini. Nami nitaifanya nchi ya Misri kuwa ukiwa kati ya nchi zilizoukiwa, na miji yake kati ya miji iliyoharibika itakuwa maganjo muda wa miaka arobaini. Nami nitawatawanya Wamisri kati ya mataifa, nami nitawatapanya kati ya nchi mbalimbali. Maana Bwana Mungu asema hivi: mwisho wa miaka arobaini nitawakusanya Wamisri na kuwatoa katika hizo kabila za watu ambazo walitawanyika kati yao, nami nitawarejeza Wamisri walio katika hali ya kufungwa, nami nitawarudisha hata nchi ya Patrosi hata nchi ya kuzaliwa kwao, na huko watakuwa ufalme duni. Utakuwa duni kuliko falme zote, wala hautajiinua tena juu ya mataifa. Nami nitawapunguza ili wasitawale tena juu ya mataifa, wala hautakuwa tena tumaini la nyumba ya Israeli kufanya maovu yakumbukwe, watakapogeuka kuangalia nyuma yao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Ikawa katika mwaka wa ishirini na saba mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, Mwanadamu, Nebukadreza mfalme wa Babeli alilihudumisha jeshi lake huduma kuu juu ya Tiro. Kila kichwa kilitiwa upaa na kila bega liliambuliwa ngozi, lakini alikuwa hana mshahara uliotoka Tiro, wala yeye wala jeshi lake kwa huduma ile aliyohudumu juu yake. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama nitampa Nebukadreza mfalme wa Babeli hiyo nchi ya Misri, naye atawachukua watu wake jamii yote pia, na kutoa mateka yake na kutoa mawindo yake, nayo yatakuwa ndiyo mshahara wa jeshi lake. Nimempa nchi ya Misri kuwa malipo ya huduma aliyohudumu, kwa sababu alifanya kazi kwa ajili yangu, asema Bwana Mungu. Siku ile nitawachipushia nyumba ya Israeli pembe nami nitakujalia kufumbua kinywa kati yao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Mlango wa thelathini neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, tabiri useme, Bwana Mungu asema hivi, pigeni makelele ya uchungu. Ole wa siku ile! Kwa maana siku ile ikaribu siku ile ya Bwana ikaribu siku ya mawingu itakuwa wakati wa mataifa. Na upanga utakuja juu ya Misri na dhiki itakuwa katika Kushi watakapoanguka watu waliouawa katika Misri, nao watauondoa wingi wa watu wake na misingi yake itabomolewa. Kushi na Putu na Ludi na watu wote waliochanganyika na Kubu na wana wa nchi ya agano wataanguka kwa upanga pamoja nao, Bwana asema hivi. Nao pia wanaoitegemeza Misri wataanguka na kiburi cha uwezo wake kitashuka. Toka Migdoli hata Sewene wataanguka ndani yake kwa upanga, asema Bwana Mungu. Nao watakuwa ukiwa kati ya nchi zilizoukiwa, na miji yake itakuwamo kati ya miji iliyoharibika. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoweka moto katika Misri, na hao wote wamsaidiao watakapoangamia. Katika siku hiyo watatoka wajumbe mbele zangu katika merikebu ili kuwatia hofu Wakushi wanaojiona kuwa salama, na dhiki itakuwa juu yao vile vile kama katika siku ya Misri. kwa maana tazama, inakuja. Bwana Mungu asema hivi: pia nitaukomesha wingi wa watu wa Misri kwa mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babeli, yeye na watu wake pamoja naye. watu wa mataifa watishao wataletwa waingie katika nchi waiharibu nao watafuta panga zao, wapigane na Misri, na kuijaza nchi wale waliouawa. Nami nitaikausha mito, na kuiuza nchi, na kuitia katika mikono ya watu wabaya. Nami nitaifanya nchi kwa ukiwa, na watu wote walio ndani yake, kwa mkono wa wageni. Mimi Bwana nimenena neno hili. Bwana Mungu asema hivi, pia nitaviharibu vinyago, nami nitavikomesha vitu vya ubatili katika nofu wala hapata kuwa na mkuu tena atokaye katika nchi ya Misri, nami nitatia hofu katika nchi ya Misri. Nami nitaifanya Patrosi kuwa ukiwa, nami nitatia moto katika Soani, nami nitatekeleza hukumu katika Noo. Nami nitamwaga ghadhabu yangu juu ya Sini, ngome ya Misri, nami nitakatilia mbali wingi wa watu wa Noo. Nami nitatia moto katika Misri, Sini itakuwa katika dhiki kuu na No itavunjika kabisa, na nofu itakuwa na adui. Wakati wa mchana vijana waoni na wapibesethi wataanguka kwa upanga, na miji hiyo itakwenda utumwani. Huko Tapanesi nako mchana utakuwa giza, nitakapovunja huko kongwa za Misri, na kiburi cha uwezo wake kitakoma ndani yake, na katika habari zake, wingu litaifunika na binti zake watakwenda utumwani. Hivyo ndivyo nitakavyotekeleza hukumu katika Misri, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Ikawa katika mwaka wa kumi na mmoja, mwezi wa kwanza, siku ya saba ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nimeuvunja mkono wa Farao mfalme wa Misri; na tazama, haukufungwa ili kuutia dawa, haukuzongwa kuzongwa kwa kitambaa upate kuwa na nguvu za kushika upanga. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu ya farao mfalme wa Misri, nami nitamvunja mikono yake, mkono ulio wenye nguvu na huo uliovunjika, nami nitauangusha upanga ulio katika mkono wake, nami nitawatawanya wa Misri kati ya mataifa na kuwatapanya kati ya nchi mbalimbali, nami nitaitia nguvu mikono ya mfalme wa Babeli na kuutia upanga wangu katika mkono wake, bali mikono ya farao nitaivunja naye ataugua mbele yake kwa mauguzi ya mtu aliyetiwa jeraha ya kumfisha. Nami nitaitegemeza mikono ya mfalme wa Babeli, na mikono ya farao itaanguka, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoutia upanga wangu katika mkono wa mfalme wa Babeli, naye ataunyosha juu ya nchi ya Misri. Nami nitawatawanya Wamisri kati ya mataifa na kuwatapanya kati ya nchi mbalimbali, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana.